Uh, katika ujenzi lazima fundi awe mkweli na akisha kuwa mkweli, kila atakachokifanya kitakuwa kina ukweli. Ukweli Mtupu unasema hivi: director ni mtu ambaye tumeshakubaliana kwa ni last say, lakini kama ni mtu wa mwisho, anafanyaje kazi zake? Hawezi kufanya kama yeye peke yake, lazima ashirikiane na wenzake, ila yeye atakuwa anatoa maamuzi ya mwisho kwamba ili liko sawa ili aliko sawa. Katika kushirikiana kote huko unatengeneza kitu ambacho kitakuwa ni bora. Sasa tumwangalie director huyo. Wapo director wa aina ngapi? Kuna director wa aina tofauti tofauti. Leo nitaongelea madirector wa aina hizi. Aina mbili: Director wa kwanza kuna democratic, alafu wa pili dictator. Hawa ni madirector wa aina tofauti, wenye tabia mbili tofauti. Lakini sasa mimi ningekushauri kama unataka kuwa darekta mzuri, hizo zote mbili zichukue, uwe zibebe, zivae wakati mmoja, kwa sababu ukiwa nazo utakuwa na maamuzi. Ukiwa nazo utaweza kusikiliza kutoka kwa wengine, kile ambacho anachokushauri kwa sababu ukisikiliza, utapata vitu vya ziada. Kwa hiyo hivi vitu vile lazima uwe navyo.